Jumla ya washiriki mia moja sabini na mbili kutoka mikoa ya kanda ya Ziwa pamoja na mikoa mingine wamehitimu mafunzo ya muda mfupi ya ufugaji samaki kwa njia ya vizimba katika kampasi ya FETA iliyopo Nyegezi jijini Mwanza. Akizungumza katika hafla ya kufunga mafunzo hayo, mratibu wa mafunzo Jimmy Masumbuko, amesema kuwa mafunzo yalishirikisha wafugaji samaki kwa njia ya vizimba, maafisa uvuvi na wajasiriamali na jumla ya mada kumi zilifundishwa kwa mgeni rasmi. Mafunzo ya hayo yameanza rasmi toka tarehe kumi mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano kama nilivyotaja hapo mwanzo, ambapo jumla ya wa washiriki mia moja sabini na mbili kutoka ndani na nje ya mkoa wa Mwanza hususan kanda ya Ziwa walishiriki. Washiriki hawa ni wafugaji samaki kwa njia ya vizimba, maafisa uvuvi na wajasiriamali, ambapo jumla ya mada kumi zilifundishwa kama ifuatavyo: tulikuwa na mada ya ukuzaji wa samaki kibiashara, na hii hasa ikilenga kuendesha shughuli hii kwa tija, pamoja na kubaini changamoto zinazowakabili wafugaji wa samaki na kuzitafutia uh, ufumbuzi. Tulikuwa na mada ya masoko ya samaki, mada ya uhakiki ubora wa maji, tulikuwa na mada ya afya na magonjwa ya samaki. Tulijifunza pia mifumo ya ukuzaji samaki kwa maana ya mabwawa, vizimba na ufugaji wa samaki kwa njia ya teknolojia ya kisasa ya maji ya mzunguko kwenye matenki. Tulikuwa na mada inayohusu uundaji, usimikaji na uhudumiaji wa samaki kwenye vizimba, lakini tulikuwa na mada ya utengenezaji wa vyakula vya samaki na ulishaji samaki kwenye vizimba. Hii ni changamoto, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na tumejadiliana kwa kina sana hapa namna ya kutatua changamoto hii, kwamba tunazo rasilimali Uh, ambazo tunaweza tukazitumia pia kutengeneza vyakula sisi wenyewe. Kwao washiriki wamepata kujua hilo na naimani wanaweza waka wakaanza sasa kutumia yale tuliyowafundisha kutengeneza wao vyakula vya samaki, lakini pia kuwekeza katika eneo hilo ili tuepukane na kuagiza vyakula kutoka nje ya nchi. Tuna mada nyingine ya tuliyofundisha ilikuwa ni ya uzalishaji wa mbegu za samaki. Hii pia ni changamoto mbegu ya samaki haitoshelezi kwa sasa, na tasnia hii imekuwa ikikua kwa kasi. Kwao tumewapa hayo maarifa, na wao wakazalishe wenyewe ili wapandikize kwenye vizimba vyao. Uh, lakini pia tulijifunza udhibiti wa upotevu wa samaki baada ya mavuno na uge, na uongezaji thamani mazao ya samaki, kama ambavyo umeshuhudia uh, wakati unaelezwa na washiriki wa mafunzo haya. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda Aliyekuwa mgeni rasmi katika hafla hiyo amesema kuwa ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba umekuwa na manufaa makubwa kwa wananchi wanaozungukwa na Ziwa Victoria. Kwa hiyo uzalishaji wa samaki kwa njia ya vizimba ni kitu ambacho serikali kwa sasa kimeona ndicho kinachoweza kuinua uchumi wa wananchi wanaozunguka Ziwa Victoria. Mkoa wa Mwanza hapa tuko watu milioni tatu na laki sita lakini pia mkoa wa Mwanza asilimia hamsini na tatu ya mkoa wetu ni maji ya Ziwa Victoria. Kwa hiyo uchumi wa kwanza wa mkoa wa Mwanza lazima utatokea kwenye maji ya Ziwa Victoria, kwa sababu eneo kubwa la mkoa huu wa Mwanza ni maji ya Ziwa Victoria. Kwa hivyo uvuvi wa vizimba ni sehemu muhimu ya uchumi wa mkoa wa Mwanza na uchumi wa mikoa ya kanda ya Ziwa. Leo hapa nilikuwa nauliza, awamu ya kwanza hii programu ya vizimba imeshazalisha shilingi bilioni tatu, watu walishavuna samaki na shilingi bilioni tatu awamu ya kwanza hii programu zimeshapatikana, kutokea kwenu nyinyi ambao mlichukua mikopo ya vizimba kwa hiyo ndani ya maji pale miezi sita mmekaa, shilingi bilioni tatu imefanya nini? Imezaliwa, serikali imepata, kodi zimelipwa, mikopo imelipwa, lakini pia na nyie mmenufaika, na wananchi pia wamekula samaki. Sasa hii inaitwa effect of economic multiplier, kwamba sekta moja inapowezeshwa, inapo inazaa sekta nyingine na uchumi ndio unazunguka. Cyprian Magupa, Daily News Digital, Mwanza.